Kwa wow. hivyo wow. wow. tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa baraka hii ya siku hii ya leo lakini, vilevile vile, vile tunamwombea rahma kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. leo ni siku tukufu, siku ya baraka na kwa hakika tunaambia Wanatanga wote Eid Mubarak, lakini nafikisha salamu za Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ambaye anawatakia wote Eid Mubarak na anaomba sana tuendelee kufurahia, tuendelee kuendeleza matendo mema ambayo tumekuwa tukiyafanya katika kipindi chote cha mwezi mzima wa Ramadhan. Yeye binafsi jana aliweza kutushika mikono wakuu wa mikoa wote, na tuliweza kwenda katika vituo vya watoto mayatima na tukapeleka sadaka yake ya mbuzi watatu watatu katika kila vituo, lakini vile vile tukaweza tuka, tukapeleka na vyakula mbalimbali na ili basi na watoto wetu wote ambao pia wako katika mazingira magumu wawezi kufurahia kama watoto wengine. Kwa hivyo tunaendelea kumwombea Mheshimiwa Rais wetu uh, kila laheri na baraka tele. Mwenyezi Mungu azidi kumpa umri mrefu na maisha marefu. Tunajua tunaenda kwenye uchaguzi, lakini sina shaka Watanzania na Wanatanga wamemuelewa Mheshimiwa Rais, wamemkubali na ninajua ushindi wa kishindo, Mwenyezi Mungu atujalie huko kufikapo Oktoba. Mii ni waombe sana ndugu zangu watu Tanga tu, sisi ni watulivu wakarimu, tuendelee na ukarimu. Najua kuna watakaotoka hapa tuenda kuzuru makaburi, kuna watakaokwenda ku ma ma hospitali na kusalimia na kukaribisha majirani. Tuendelee kufanya katika hali hii, katika hali ya utulivu. Watoto wetu hey, tusimamie nao sana. Najua leo watoto wataranda sana kwa ajili ya furaha ya kumaliza mwezi wa Ramadhani tuhakikishe kwamba tunawachunga wachunga, mabarabarani wanapopita mabodaboda hawa, tunaomba sana vijana wetu wawe makini, lakini vile vile, wazazi tunaomba sana wawashike watoto mikono, na jana, ndugu wale wakubwa watakaokuwa wametoka nao basi wawe katika mazingira ya kuhakikisha kwamba wako salama. Kama mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa, mkoa wetu ni shwari, na doria ziko mbali, maeneo mbalimbali, fukweni, lakini katika maeneo yote ambayo tunajua watoto watapita tumeweza kuhakikisha kwamba tumejipanga vizuri, ili kuweza kuwalinda watoto wetu, lakini kulinda mali na raia wetu, kama ambavyo siku zote tumekuwa tukifanya. <tune>